Mataifa ya Kenya na Morocco yameimarisha uhusiano baina yao kupitia ushirikiano mahususi wa kimatibabu unaolenga kurejesha uwezo wa kusikia kwa watoto wenye ulemavu. Mama wa taifa Rachel Ruto na binti mfalme wa Morocco Malkia Lalla Asmaa kwa pamoja walizindua ushirikiano wa upandikizaji wa komboli kwa kimombo koklia katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta na kuanzisha hatua kubwa ya utoaji huduma za afya jumuishi na maslahi kwa watoto. This is Amari. He wants to say hi. I'm happy to note that, under SHA, the cost of these procedures will be covered fully, including the post-surgery therapy, removing the financial burden that has for too long silenced possibility.

At Kenya shillings 358,400 shillings. Ninafurahi sana kwa matarajio ya Feva kwa sababu Feva ataweza kusikia. Kitu cha kwanza, kila mama hupenda kuitwa mama. Hajawahi tamka jina mama aniite mama. Kwa hivyo natumaini siku ile ataweza kusikia ambapo sasa safari ishaanza. Ataweza kusikia na kuniita mama na pia ataweza kuishi kama watoto wengine wa kawaida.